Mwanengo anamudu kucheza nafasi ya mshambuliaji wakati pia kama kiungo mshambuliaji. Nyota huyo alikuwa na kiwango bora akiwa na kikosi cha TR United, jambo lililolivutia uongozi wa klabu ya Yanga na kuamua kumsajili na kumpeleka mitaa ya Twiga na Jangwani. Huo ni usajili wa kwanza wa Young Africans kwenye dirisha hili dogo ambao linatarajiwa kufunguliwa rasmi Januari mosi ya mwaka 2026. kwa takwimu tu ni kwamba huyu mchezaji amecheza jumla ya michezo saba, hajafunga goli, ametoa pasi ya usaidizi moja na ametumikia jumla ya dakika mia tatu na nane. Sasa hebu tu, Michael anacheka, singoona anacheka. Huyu ana kiwango bora sawa, ndio maana akavutia watu. Hana goli asisti yake moja. Anacheza nafasi gani? katika dakika alizocheza ni mia tatu na nane kwenye michezo saba, michezo saba mara tisa unagawanya bwana, saba mara tisa unataka kutupeleka kwa mia sita na thelathini nini hizo? katika dakika mia sita na thelathini kacheza dakika mia tatu na nane. Nusu. Sikato asisti. Sawa. Moja dhidi ya Singida Black Stars. Kaka.

Bwana Emmanuel Mwanengo kasam, katambulishwa ya ametambulishwa, utakuwa uh, ni usajili wa kwanza kwenye dirisha hili dogo mm. Uh, pengine Yanga wanatamani kuongeza kuongeza zao jingine jipya kwenye eneo la ushambuliaji na Emmanuel Mwanengo ni mchezaji ambaye ofkozi hajawa na yani, sio kwamba ameshatengeneza utawala kwenye mm. soka la Tanzania mm. uh, inawezekana kwenye msimu huu ndo alikuwa anaanza kutengeneza hicho kitu. Akiwa na TRA alikuwa na mkataba tangu nyuma, mkataba wake ndo umeisha kipindi hiki, kwa hiyo ndo ameanza kucheza msimu huu, kacheza mechi saba msimu huu, kwa hizi takwimu anakwenda kuanza, anakwenda kusubiri kutazama wengine wanavyocheza, alafu yeye atakuja kuingia. Takwimu za Mwanengo sio nzuri e. Kifupi ni kwamba kwenye msimu wakati uh, TRA amecheza hizo mechi nyingi kumi na nne, e, yeye amecheza mechi saba hmm, appearances zake uwanjani na kwenye hizo appearances saba ambazo amecheza amekuwa na dakika chache zaidi angalau. Uh, ungesema kwenye hizo appearances saba angekuwa na dakika mia sita na thelathini zote amemaliza, ungesema alikuwa na muda mwingi zaidi kuonekana kiwanjani. Na bado kwenye namba pia inamfunga sana, kwa sababu ya nafasi ambayo anacheza. Nasema kwenye nafasi ambayo Mwanengo anacheza, unatakiwa kuwa na vitu viwili, either ufunge ama utoe assist, lakini ukimwangalia, yes, ana goli, ametoa assist moja. Pengine uh, kilichofanya Yanga kuvutiwa na Mwanengo ni style of play ya kwake, sio namba ambazo unaweza wakawa zina, zinakusapoti lakini kwenye style ya kucheza inawezekana ikawa ni kitu kingine ambacho Yanga wanaona kwamba kwenye eneo la kushambulia, pengine alikuwa na kimisi na kinaweza kupatikana kwa Emmanuel Mwanengo. <laughs>